Dunia inabadilika. Matukio ya ajabu yanazidi kutokea. Ukiwa na macho ya kuona na masikio ya kusikia, lazima utagundua kuwa kuna kitu kikubwa kinachoendelea. Siyo hadithi za kutunga, siyo tu mambo ya kawaida. Haya ni mambo ya unabii yaliyotabiriwa miaka elfu nyingi nyuma. Sasa yanatimia moja baada ya jingine. Mimi ni Baya Kimwehola na hii ni Gongazote. Karibu sana rafiki yetu, ulishawahi kujiuliza, kwa nini maji ya mito yangegeuka kuwa mekundu kama damu? Kwa nini majangwa yanazamwa na maji kule Saudi Arabia? Kwa nini samaki wakubwa kama papa wanakimbia ndani ya bahari na kuingia nchi kavu wakikataa kurudi majini hata kama wakirudishwa kwa nguvu? Hebu tulia tusafiri kidogo ndani ya fumbo hili. Biblia na vitabu vingine vya kidini vimeeleza wazi kuwa bahari ni sehemu yenye nguvu za ajabu, yenye viumbe visivyo vya kawaida, na imebeba historia nzito ya ulimwengu huu. Kitabu cha Henoko kinaeleza kuwa Mungu anaichukia sana bahari kwa sababu imejaa uchafu mwingi kuliko nchi kavu. Ina maana gani? Je, ni uchafu wa kimwili pekee au kuna kitu kingine zaidi kinachofichwa? Ndiyo maana ukisoma Ufunuo 21: mstari wa kwanza inasema, mbingu mpya haitakuwa na bahari tena. Kwa nini? Ina maana Mungu ameamua kuachana nayo kabisa, hapendi hata iwepo. Lakini subiri, kuna jambo moja zito zaidi linalohusiana na bahari: Leviathan. Katika hadithi za zamani na maandiko ya kidini, kuna mnyama mmoja mkubwa sana anayeitwa Leviathan, ni kiumbe kikubwa kuliko unavyoweza kufikiri. Biblia inasema, Mungu alimuua Leviathan wa kiume, lakini alimuacha wa kike hai. Kisha akamtupa baharini. Kwa nini alimuacha mmoja? Kwa mujibu wa Zaburi 74 mstari wa 14, Mungu alichukua nyama ya Leviathan na kuwapa Wahebrania wale. Huyo aliyeuawa alikwisha, lakini yule wa pili yupo bado baharini, na Mungu mwenyewe ndiye atakayeamua siku za mwisho, si mwanadamu, si silaha yoyote, bali ni Mungu pekee kwa upanga wake mkali, Isaya 27, mstari wa kwanza. Inasema hivyo wazi kabisa. Kwa nini alimwacha hai kwa muda wote huu? Je, bahari imekuwa makazi ya nguvu ambazo hatuzijui? Kuna jambo moja ambalo linazidi kuwa gumzo. Kwa nini NASA walikuwa wakichunguza bahari kisha ghafla wakaachana nayo? NASA ni shirika la anga. Wao wanatakiwa kuchunguza nyota, sayari na vitu vya juu kabisa angani. Lakini kwa nini walishuka chini na kuanza kuichunguza bahari? Walisema, tumegundua asilimia ishirini tu ya bahari yote hii. Inamaanisha bado kuna asilimia themanini ambayo hatujui. Kwa nini waliamua kuacha ghafla? Je, waliona kitu ambacho hawakutaka kusema wazi? Kuna kiumbe gani ndani ya bahari ambacho hakipaswi kujulikana? Siku hizi kumekuwa na matukio ya ajabu. Papa wakubwa wamekuwa wakitoka baharini na kuingia nchi kavu kwa wingi. Kitu cha ajabu ni kwamba hata wakirudishwa majini, wanarudi tena nchi kavu na kufa huko. Samaki hawa ni wanyama wa majini, kwa nini wanachagua kufa nchi kavu badala ya kubaki majini? Je, kuna kitu kibaya zaidi kinachotokea baharini ambacho kinawakimbiza? Je, Leviathan anaanza kusogea kwenye makazi ya watu? Sio bahari tu inayoshangaza, hata anga lina mambo yake bwana. Ndege zimekuwa zikipata ajali nyingi kuliko kawaida. Kila mwezi utasikia ndege imeanguka hapa, nyingine imepotea huko, nyingine imeungua na moto katikati ya safari. Kwa nini hii inatokea kwa wingi ghafla? Ni ajali za kawaida au kuna kitu kingine kinachosababisha? Je, unajua kuwa mambo makubwa yanatokea ulimwenguni ambayo hatujui bado? Je, unajiandaa kwa kile kinachokuja? Mambo haya hayawezi kuwa ya kawaida tu. Sio kila kitu ni sayansi. Kuna ukweli mkubwa zaidi unaohitajika kueleweka. Hili Leviathan linaweza kuwa ndilo linalosababisha samaki kukimbia baharini kugeuka rangi na NASA kuacha kuichunguza bahari ghafla. Lakini cha kujiuliza, siku yake itakapofika, nani ataweza kuzuia? Biblia inasema wazi, siku hiyo parapanda itakapopigwa, watu wengi watakuwa bado wako Insta wakiangalia boti na thongs za kina dada. Je, utakuwa mmoja wao au utakuwa tayari?